Usiku umeingia katika eneo la Bwaise. Hapa ni sehemu maarufu ya biashara ya ngono jijini Kampala. Wasichana na wavulana wanajitafutia kipato katika eneo hili la nje ya jiji. Kwa wengine ni chanzo cha starehe, lakini kwa Jennifer, si jina halisi, ni kazini. Katika kipato hiki tunalipa ada za shule za watoto, kodi za nyumba, tunahakikisha maisha yanasonga pamoja na kusaidia wapendwa wetu. Kazi yetu inapaswa kuhalalishwa na kuheshimiwa kama kazi zingine. Lakini kazi ya kuuza mwili si kazi ya kawaida nchini Uganda, ni kinyume na sheria tangu enzi ya ukoloni. Mbali ya kuwa ni kinyume na sheria, ni jambo lisilokubalika kimaadili, halikubaliki kabisa katika jamii ya wa Waganda. Hata hivyo mmoja wa wabunge Uganda anapinga mtazamo huu na badala yake anapigania ulinzi kinyume na unyanyasaji dhidi ya kundi hilo lililotengwa. Ikiwa tutaharamisha kazi hii, tutawasukuma wafanyabiashara ya ngono kuifanya kwa siri katika mazingira hatarishi, ambapo watakabiliwa na unyanyasaji na unyonyaji na Jennifer anasema alibakwa na mwanamume aliyejifanya mteja. Alikwenda kuripoti polisi, lakini kwa kuhofia kudai haki kungelifumua utambulisho wa familia yake, aliamua kufutilia mbali madai hayo. Nilikuwa katika hali mbaya sana, niliumwa. Sikuwa tayari kufuatilia kesi hiyo hadi mwisho kutokana na ukweli kwamba nilikuwa na mtoto mdogo na kama mzazi pekee Wanaharakati wanasema kisa kama cha Jennifer ni kawaida. Tumaini lao ni kwamba kuhalalisha biashara ya ngono kutakuwa mwarobaini wa ukatili wa kijinsia, kupata haki na msaada unaohitajika kwa waathirika kwa sababu tunapohalalisha biashara ya ngono tunajenga mazingira salama zaidi ya kuwalinda watoto wadogo wanaojihusisha na ngono kwa ajili ya mahitaji yao ya kifedha. Pia tunawawezesha wanaofanya biashara hiyo kupata huduma za afya bila hofu, bila unyanyapaa na bila ubaguzi. Zaidi ya hayo, wanakuwa na ujasiri wa kuripoti matukio ya unyanyasaji wanayopitia. We Hatuwezi kuhalalisha ukahaba, hilo haliwezekani kabisa. Wale wanaopigania hilo walisahau, kwa sababu hapo Uganda hilo halitatokea. Hatutautambua ukahaba kama aina ya ajira, halikubaliki. Licha ya kuwa kosa la jinai, biashara ya ngono inaendelea kwa siri kwa kuwa sheria hazitekelezwi mara kwa mara. Jenifa anasema hana namna nyingine ila kuendelea kufanya kazi ambayo jamii tayari imehukumu kuwa sio maadili.